Simanzi na majonzi vimetanda kata ya Pasua mtaa wa Matindigani Moshi Manispaa, uh -huh, baada ya kijana mmoja kufariki dunia kufuatia tukio kwa la kujidhuru kwa kisu. Jeshi la polisi linaendelea kuchunguza chanzo kwa na cha Mwja tukio hilo.

katika Methali 20:27. Kwa nini tumepewa pumzi ya uhai? kwa nini Mungu ametupulizia pumzi ya uhai? Biblia inasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Sema, amina? Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Kwanza hiyo pumzi ni taa, kama una pumzi uwezi kufanya chochote. Oksijeni inapoingia ndani ya mwanadamu inaweza kumsababisha akaishi, na kama kuna hewa nyingine itaingia, inaua, huyo mtu anakosa hewa safi. Kwa hiyo pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, lakini emu yangu kwamba pumzi hiyo inapeleleza yote yaliyomo ndani yako kwa hiyo Mungu alipotuumba aliweka mpelelezi ndani yetu. Hahitaji kwamba fulani afike atoe ushahidi mbele zako. Mungu alipotuumba sawa, ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu alikuwa anatuwekea mpelelezi. Kwa hiyo ulipo, 20, 20 hapo ulipo wewe una mpelelezi, sawa na Methali 20:27 hapo. Tangu ulipotoka nyumbani kijijini kule Tanga, tangu ulipotoka kule Iringa, tangu ulipozaliwa, Mungu aliweka mpelelezi ndani yako Mungu anampe, ameweka mpelelezi wake tangu ulipokuwa na akili. Mungu amepeleleza mambo yako, hahitaji afisa upelelezi ili ampelekea habari, hahitaji usalama wa taifa ili ampelekea habari zako, hata hitaji shewa la mchungaji. Mungu aliweka mpelelezi ndani yako. Hapo ulipo mama, umepelelezwa. Hapo ulipo baba, umepelelezwa. Mungu amekupeleleza ndani na nje hapo ulipo kwamba utaenda wapi. Hata kabla ujaja hapa, Mungu amekupeleleza ya kwamba umefanyaje. Hata ndugu yetu aliyelala, Mungu alimpeleleza. Baada ya kufa, mpelelezi anaenda mbele ya kiti kikubwa cheupe mbinguni, anapeleka dokumenti zako, detaili zote zinapelekwa mezani kabla tayari ajathibitisha kifo chako. Mungu ameshathibitisha na faili limefika mezani. Mungu angoje idua za mashehe wala wachungaji, ili tuseme mweke pema peponi? Mungu ana kazi hiyo kusubiri sala zangu mimi Msambaa, ili kwamba huyu ndugu awekwe pema peponi? Pema peponi unapachagua ukiwa hai. Kama ujachagua palipo wewe mwenyewe ukiwa hai, hakuna mchungaji atakuchagulia, hakuna shehe atakaye rais wala waziri atakaye kuchagulia uende wapi. Kila mmoja ni jukumu lake kuchagua akiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu as aleikum ndugu <laughs> zangu, familia ya ndugu zetu waliopatwa na tatizo la namna hii la kumpoteza kijana wao, poleni sana na msiba huu, lakini pia wananchi wote mliotoka kwenye maeneo tofauti tofauti, mkaja hapa, poleni sana na msiba huu. Mimi sitakuwa sita na mengi ya kusema, maana viongozi wetu wa dini wamesema kweli kweli. Mimi mwisho tu niseme kwenye upande wa dini, nimeshika neno kwamba hakuna mtu wa kukusaidia wewe kwenda mbinguni, ni wewe mwenyewe unaandaa mambo yako hapa hapa duniani, hilo nimelisika. Lakini ndugu zangu, niko hapa mbele yenu, kijana huyu, mimi kama mwenyekiti wa mtaa wa Matindigani nilimfahamu vizuri sana, na tuliishi naye, tumekutana kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo hata nilivyopata taarifa ya kifo chake nilishtuka kidogo, kama kiongozi nikajiuliza maswali, lakini mwisho niliishia kusema sisi tulimpenda, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Baada ya haya kutokea, tulikaa kimya kidogo, lakini baadaye ndugu yangu mzazi wa kijana huyu alijitokeza akasema, ndugu zangu, mko kimya, lakini na mimi nilikuwa na nyamaza kimya, sielewi pa kuanzia. Mimi nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi baada ya kutoka kwenye shughuli za usafi wa mazingira kwa kata yetu hii. Nafikiri Jumamosi ilikuwa ni siku ambayo tulikuwa tumepanga ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo asubuhi palivyokucha nilitoka kwenda kushiriki na serikali ya mtaa na wananchi kwa ujumla enye zoezi la usafi wa mazingira nikarudi nyumbani kwangu hapa saa nne pata chai vizuri, na baada ya kupata chai nikajiandaa sasa, ili niende shuleni kwa mwanangu Jumamosi, ili nikamwahi, kuna mambo ilikuwa nikaweke sawa na walimu wake kini baada ya kufika shule nikaambiwa, umechelewa, ameshatoka. mm. Nikatoka hapo nikasema, ngoja niende asda nikachukue dawa kwa sijisikii vizuri kiafya. mm. kabla sijafika asda hiyo, mishale ya saa saba nafikiri, nilikuwa na rafiki yangu, yeye ndo alipigiwa simu kwamba nyumbani kwa fulani kumetokea shida, mpangaji wake kajichoma kisu. ah. Kashtuka, tulikuwa vijana kama wa nne hivi nafikiri watano, mm. Tukashtuka ah, shida gani? Mbona tena mnaanza ku mm. tuweka kwenye uzuni ah, uongo bwana, uongo, si kweli, si kweli. Ebu yule alikupigia simu, tumpigie tena na sisi. Kwa kumpigia simu akasema, taarifa ndio hiyo na haibadiliki, na sasa hivi polisi jamii wameshapiga simu ili aje kuchukuliwa basi baada ya hapo, na sisi tukasema sasa hata huko kwenye hilo duka la dawa twende tena, ngoja na ngoja, turudi nyumbani Fika...